Karibu tena Pop Recaps. Tunaendelea na sehemu ya tatu ya recap yetu. Kama unakumbuka, tuliishia Anna, Sue wakiwa wamekamilisha mauaji na tayari wamezika mwili wa mme wake Sue. Asubuhi ilofuata wanaangalia simu zao. Ana anakuta ujumbe kutoka kwa yule mfanyakazi wa usafirishaji, picha yake akiwa na mke na mwanawe akisema amewasili salama nchini China. Wanarejea mjini, lakini wakati wakisubiri mataa ya trafiki, askari wa barabarani anaona damu mbele ya gari la Ana anauliza kuhusu hilo. Ana anamwambia alimgonga swala wakati alikuwa akimtembelea bibi yake kaburini, lakini askari haamini maneno yake na kumwamuru afungue buti. Ana anapaniki kwa sababu anahofia ataona koleo na vifaa walivyotumia kwenye maziko, lakini anapofungua buti ni tupu. Askari anamruhusu aende. Wanaenda kwa nyumbani kwa Suu. Su anaenda juu kwenye nyumba yake na kuanza kufanya kila kitu ambacho daima alitamani kufanya. Anawasha TV na anakula kwa utulivu. Siku inayofuata anajifundisha jinsi ya kuonekana kushangazwa kuhusu kutoweka kwa mume wake. Anapokea simu kutoka ofisini kwa mumewe wakimuuliza kwa nini hajatokea kazini, kisha Yang anapigiwa simu na kusema yeye pia hajui alipo, lakini kuna kitu cha ajabu kilitokea: pasipoti na begi la mwanaume huyo havipo. Su anajifanya kushangaa na kujiuliza kama kweli mume wake aliondoka nchini bila kumwambia. Uchunguzi unaanza katika ofisi yake. Wanagundua kwamba alihamisha milioni tano kwenda kwenye akaunti yake binafsi jana. Meneja wake anasema alikuwa amezama sana katika kufanikisha dili kubwa na kwa namna fulani aliweza kulikamilisha. Mama mkwe wa Sua anamtembelea akicheza nafasi ya mama aliyefiwa. Anahangaika kuhusu chakula na kuuliza, je, mwanangu alikukasirisha? Nini kilimfanya kuwa na msongo wa mawazo kiasi hicho? Anaendelea kumlaumu Suu kama kawaida yang. Pia anaangalia kamera za uwanja wa ndege na kumwona yule mfanyakazi wa kusafirisha mzigo akifika na kuwasalimu mkewe na mwanawe. Anadhani ni kaka yake na kujiuliza, huyu mwanaume ana wake wa nje wangapi? Anampigia simu mama yake na kusema asijali, lazima mwanaye atakuwa anaifurahia safari yake, na akipatwa na matatizo atarudi akijikokoa siku inayofuata Yanga anaenda na Sue kwenye kampuni, kwa sababu wafanyakazi wanamlaumu mume aliyepotea kwa ubadhirifu wa fedha. Baada ya kumaliza, Yanga anamwambia Sue, usisababishe vurugu kuhusu kutoweka kwake, nitashughulikia mimi, atarudi hivi karibuni, kisha naondoka. Baadaye Sue anampigia Anne na kumwambia kwamba kila kitu kimekamilika. Sue anaenda dukani kwa ajili ya kupima nguo. Mmiliki wa duka anamwambia anaonekana mrembo leo, hata akiwa na michubuko mwilini uso wake unang'aa kana kwamba ameachiliwa huru. Anne anakutana na Sue na wanaenda nje pamoja wanakula na kufurahia muda wao. Mwishoni mwa siku Anne anakaa akitazama picha za zamani. Anaona kwamba mama yake hajawahi kutabasamu kwenye picha yoyote hata mara moja. Kwa hiyo, anamtembelea alfajiri, anakutana na baba yake kwanza na anamwambia mama aliishi miaka yote bila tabasamu hata moja kwa sababu yako. Anamweleza kila kitu ambacho mama yake alipitia kwa sababu ya matendo yake, kisha anamwacha hapo na kwenda kwenye chumba cha mama yake. Anasimama mbele ya kabati lile lile ambalo yeye na mdogo wake walikuwa wakijificha na anajiambia ni wakati wenu wawili hatimaye kutoka, anamwambia mama yake kwamba atauza lile kabati, na kweli analiuza. Kisha anamnunulia mama yake viatu vipya, anampeleka kwenye mgahawa kando ya bahari, na mama yake anaonekana mwenye furaha ya kweli. Anne anarekodi kila kitu. Wakati huo huo, Sue anatoka kwenye jengo lake kwenda kumtembelea mama yake. Anakutana na jirani kwenye lifti anayemsifia akisema anaonekana kung'aa kutoka ndani. Jirani anatania kwamba hakuna kitu kinachompa joto mwanamke kama mwanaume. Sue anatumia siku na mama yake, anaweka dawa kwenye jeraha la mkono wa mama yake, na mama yake anapogusa kovu an la Su. Su anasema usijali, haliumizi tena. Ni mtu aliyelipitia tu ndiye anayeweza kuelewa. Su anarudi nyumbani na kula na mama mkwe wake. Mama mkwe anamuona akiangalia saa kila mara huku akitetemeka. Su anasema huwa anahisi kama wakati wowote mume wake anaweza kuingia mlangoni. Mama mkwe wake anamhimiza arudi kazini, lakini Su anasema anataka kujaribu kitu kipya. Baada ya hapo, Su anamwendea Jin, anampa CV yake na kumwomba kazi. Baada ya maswali machache, Jin anamtafutia nafasi na kumwajiri. Asubuhi inayofuata Sue anavaa vizui hata anaweka rangi ya midomo. Wakati huo huo Ann yuko kwenye mkutano anapopokea simu kutoka kwa polisi. Wanafungua uchunguzi kuhusu mwanamke aliyejitupa mbele ya gari la mume wake, wanahitaji ushahidi wake. Bosi wake anamuonya hukuona chochote, hukusikia chochote, hatuna uwezo wa kumpoteza huyo mfanyabiashara. Usiku huo Ann akiwa anarudi nyumbani, msaidizi wa mfanyabiashara anamletea zawadi kutoka kwa bosi. Anajaribu kuirudisha lakini anapotoka nje kila kitu kinaanguka chini. Kiwanda Sue anapanga bidhaa wakati Jin anapoingia, anaona michubuko mwilini mwake na kusimama kwa mshangao, kisha anamwambia anaweza kwenda nyumbani. Usiku umeingia. Anne anawasili na kumwambia wanakwenda kupata chakula. Watatu hao wanaenda pamoja. Anne hana raha. Ghafla yule mfanyabiashara anaingia. Anne anakimbilia bafuni, mfanyabiashara anamfuata. Mlinzi wake akiwa nje ya mlango, anamwambia chochote kitakachotokea, nitawaambia polisi ukweli, kisha anamrukia akisema hili litakuwa kosa lako la pili na utajijutia zaidi. Wanashikana na kupigana. Jean anasikia anaingia kwa hasira anampiga yule mwanamme na anawaondoka na wanawake wote wawili. Ann anaeleza kila kitu, anasema anataka kusema ukweli. Sue analia, maisha yako tayari yameharibika na sasa nimekuja kuharibu yangu pia. Jean anasema, imetosha kuomboleza, tugeuze kete. Anachukua kete zake, anazitupa na anaona ana mikono minyepesi kama yake. Baadaye Sue anaendelea kupanga bidhaa. Jean anamwambia Ann kwamba wale yule mfanyakazi wa usafiri rishaji alijiuzuru ghafla. Anatumai Sue hatofanya hivyo pia. Anne ana panic na kuondoka ili kupata maji, lakini anapita karibu na saa ya kukatini na anataka kuirekebisha, lakini Jen anasema kwa ukali, usiiguse. Jen anasema saa hiyo inaonyesha tarehe na muda halisi ambao mwanangu alikufa. Anne na Sue wanasimama wakiwa wameshtuka. Anne anasema kimya kimya, mimi pia nakumbuka tarehe na muda halisi wa kifo cha mtoto wangu. Siku iliyofuata Anne hakupandishwa cheo kwa sababu alitoa ushahidi dhidi ya yule mfanyabiashara na kesi ikaenda kwenye mwelekeo tofauti kabisa. Sue naye alikuwa dukani na anarudi nyumbani akiwa amechoka kiakili. Anaendelea kuona kumbukumbu kumbu ya usiku ambao walitekeleza mpango wao. Kumbukumbu kumbu hizo zinamtesa sana. Anaona pia mawazo ya kile walichomfanyia. Anaenda kwenye duka la vyakula, anampigia Anne ili kumjulia hali, kisha anarudi nyumbani. Anapoingia anasikia mlango wa nyumba yake ukifunguliwa. Akiwa na hofu, anaokaribia ni yule delivery worker yule anayepaswa kuwa China akitumia w wa mume wake. Mwanzoni anajifanya mfahamu, anamwambia atawapigia polisi. Anacheka na kusema, na utawaambia nini? Kwamba mumeo aliyekufa amerudi akiwa hai? Mimi ndiye ninayebeba utambulisho wake. Anazunguka nyumba yake na kuingia kwenye chumba cha mume wake, anaketi mbele ya sanduku la fedha na kusema, lifungue. Anamwambia hajui namba, na kweli hajui. Anamwambia basi, tutakaa hapa mpaka lifunguke. Milioni tatu ndio bei ya ukimya wangu. La sivyo namripoti rafiki yako polisi. Ana paniki na kumwambia enha msiki kabisa. Simu yake inaita. ni mama mkwe wake akisema, si lala huku leo. Yule jamaa anasema perfect, mkutano mzuri wa kifamilia. Su anauliza hautaki pesa? anasema sahau Nitaenda kuongea naye mwenyewe. Su anamwonya atakuwa na wasiwasi, huenda wasi akaita polisi kwa haraka. Anavaa nguo za mume wake su na kuondoka. Chini anakutana na mlinzi wa jengo. Mlinzi anasema kumbe umerejea, mamako aliniambia nimjulishe nikikuona. Yule jamaa anasema ndiyo, nisindikize, tukachukue kitu kwenye gari. Wanashuka kwenda kwenye gereji. Su anawafuata kwa siri. Anapotoa silaha kwenye gari lake, Su anatambua kuwa amemuua yule mlinzi. Anamwambia aondoke haraka kwa sababu ya kamera za usalama. Su anarudi nyumbani akiwa anatetemeka. Anakusanya vito vyake vyote na zawadi ambazo mume alikuwa anamnunulia. Kesho yake yule delivery worker anampigia, lakini simu yake ilikuwa imezimwa. Anapompigia tena anajibu na kumwambia anataka bilioni tatu ndani ya siku tano. Anasema alisahau makubaliano akitania sili samaki mara nyingi, akimaanisha hajali ahadi. Ena anampigia Su lakini simu ya Su pia imezimwa. Anaenda kwenye jengo la Su na anaokuta polisi na majirani wamekusanyika. Kuna tukio zito limetokea. Wanamzuia kuingia. Anauliza mtu marehemu ni mwanaume au mwanamke? Wanamwambia marehemu ni mlinzi wa jengo. Anapofanikiwa kufika gorofani kwa Su. Su anakuta password ya mlango imebadilishwa. Anampigia Jin na kumuuliza kama anajua anapoishi yule delivery worker, anasema hajui na mashaka yanaongezeka. Wakati huo Su yuko kwenye duka la vito akiviuza, anapokea simu kutoka kwa delivery waka, anamwambia ameweza kufungua sanduku la fedha. Mama mkwe anaenda kwa Yang aliyepo kituo cha polisi na kumwambia achunguze mauaji ya yule mlinzi kwa sababu alimtilia shaka Su. Yang anakasirika akijua tabia kaka yake vizuri. Su anaporudi nyumbani anakuta Ana amekaa ndani. Ana anamwambia nimeishughulikia pesa yule jamaa hata tusumbua tena. Ana anaeleza kuwa jamaa anaweza kurudi tena, anamwambia subiri nitapata njia ya kudilo naye, lakini Su anamzuia na kusema hii ni hatari zaidi kuliko tulivyowahi kufikiria. Kituoni mchunguzi anamkabidhi Yang daftari la mlinzi. Yang anachanachana kila ukurasa uliokuwa umeandika kuhusu Sue. Anapotazama kamera za usalama, anamwona kaka yake kwenye skrini, anamwona pia mlinzi. Anafuta sehemu ambayo kaka yake anaonekana. Yule delivery man anaenda kwa Anne kwenye duka lake, anamtazama na anamwambia, kwa hiyo wewe ndiye psycho? Kama unataka pesa nifuate. Wanatoka nje na anamwandama kwa vitisho akisema anajua mume wa Sue alipo kwa sababu ya tracking app aliyetumia kumchunguza Sue kupitia simu yake. Baadaye anaenda mahali anapofanyia kazi mama yake na kuhakikisha anamwona. Baadaye anamwandikia ujumbe kutoka kwa simu ya mume uliyekufa akisema anafuatiliwa, anahitaji pesa, hawezi kuzungumza, anampa pesa. Anamtumua tena ujumbe akimwambia asimwambia mtu yoyote kwamba alimwona. Jean anapokea simu kutoka kwenye klabu moja ya usiku. Anapofika anamkuta yule delivery man akiwa pale. Mhudumu anamwambia Jean walimuita kwa sababu wanajua jamaa huyo anafanya kazi kwake na alianza kusababisha matatizo ndani ya klabu. Jean anatoa pesa mfukoni na kulipia uharibifu. Baadaye, wakati Jean anakusanya vitu vyake kuondoka, anagundua ana simu mbili. Anafungua moja na kukuta picha zote za Sue humo, uso wake na mwili wake ukiwa umejaa michubuko. Kwenye chumba kingine, msaidizi wa Jean anamwambia kwamba yule jamaa akijisifia kuwadhulumu wanawake wawili kwa bana, kwa vitisho na kuwanyonya pesa. Jin anarudi kwa hasira, wakati jamaa anaendelea kuongea na kumpiga, kisha anamwacha hapo. Jin anampigia Su na kumuuliza kama kuna tatizo, lakini Su anatangulia kujibu hapana, kila kitu kiko sawa, kisha anakata simu haraka. Anaketi nyumbani akijaribu password mbalimbali kufungua sanduku la fedha. Wakati huo huo, Jin anakaa peke yake akicheza upya kila kitu akilini na kuunganisha kila kipande. Hatimaye anaelewa alichokifanya na anajinongonea. Za mwenyewe yote haya kwa sababu ya maneno machache niliyosema. Basi na leo tuishie hapo, sehemu ya mwisho ichakuewani mapema kesho. Nawakumbusha mdisache kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine, bye, bye.